Naam, shughuli zipo nyingi za kufanya katika almashauri ya wilaya ya Itigi, na leo tumepata nafasi ya kuwatembelea wajasiriamali wanaojishughulisha na masuala ya upandaji miti, ufugaji wa nyuki, pamoja na uuzaji wa miche na vitu vingine vingi. Tupate nafasi ya kutizama na kujifunza kupitia wao. Karibu sana kwenye eneo letu hili la mladi, mradi wa kikundi cha upendo Mloa, ambapo tunajishughulisha na utishaji wa miti ya miche ya matunda pamoja na miti ya miche ya vimvuri. Karibu sana, mwenzangu atakutembeza katika eneo la mradi, utaliona vizuri, atakutembeza. Karibu sana, karibu. Hili ndio eneo ambalo tunaotesha miche ya miti ya matunda, kuna ya vimvuri. Ukiangalia hapa kuna umu. kuna mti hapo, kuna maua haya pia. Kuna haya maua yanaitwa maua kitenge mm. kwa ajili ya mapambo ya nyumbani lakini pia kuna, kuna mpilipili huu ambao tumeuotesha. Kuna huu hapo mwingine, kuna mpilipili huu pia kuna maua hapo na huu kuna, kuna mpilipili. Lakini ukiangalia hapa kwenye hizi hivi viriba hivi ni tumepanda kuna mbegu ya miti tofauti tofauti, lakini asilimia kubwa kwa hapa tumepanda miti ya matunda pamoja na miti ya vimvuli hii miti, na hii mbe mbegu hizi zina takribani kama wiki mbili tangu tumepanda, lakini muda wa kuota bado zinaweza zikachukua muda wa mwezi mmoja mpaka mwezi mmoja na wiki moja, ndio zinaota zinaota. mm -hmm. Ee, ukiangalia hapa pote ni miti ambayo tumeipanda miti ya matunda, lakini pia kuna miti ya vimvuli. Kwa hiyo hii inamwagiliwa kila siku, au utaratibu wake wa umwagiliaji kumwagia, e, lazima umwagie kila siku kila siku, ili mbegu iweze kuota vizuri. Hapa pia lakini hapa pia na penyewe kuna miti ya vimvuli pamoja na matunda. Ukiangalia kuna miti mingine ambayo imeshaanza kuota, mingine bado hizi nafikiri mpaka wiki ijayo zinaweza zikawa zishaanza kutoka, maana zishaanza kuota. hizi upandaji yani, kama hapa tumepanda mbegu zote, lakini sio kwamba zitaota mbegu zote. kuna zingine haziwezi zikaota vizuri, na maana hapo <todiciline> changamoto labda unakuta kama tumepanda miti, mbegu zile za miparachichi kama hiyo unayoiona hapo n yani, kuna utaratibu ambao ukipanda labda ulikosea badala kuiweka mbegu ukaegeuza haiwezi ikaota. Kwa hiyo changamoto nyingine ni kwamba miti mingine hapa inaweza ikaota au mingine isiote ah, lakini pia asilimia kubwa tuna kwa hapa miti ambayo, maana mingine tumeshaiuza miti ya, asilimia kubwa iliyobakia hapa ni miti ya miparachichi ambayo kwa kila mti tunauza shilingi elfu mbili. Uh, mm -hmm. Hii e, yote ni miparachichi hii. E, ni miparachichi na hii hii e, ni miti ya matu hii ya. E, ni miti ya vimvuri mingine bado haijaota, mingine imeota. Lakini hii ni mipapai, lakini like, kutokana na jua sana, unaona kama hizi zimekauka hivi lakini kuna zingine ambazo zipo vizuri kama huu um. Sa, ene ile eneo lenu la kuzalishia sasa miche mm. ni kama limejaa sana miparachichi. Kwa nini unazalisha sana miparachichi? Ah, miparachichi ukiangalia, okay, kwa kwa eneo letu hili la Itigi asilimia kubwa sana, watu wengi wanapenda miti ya miparachichi, kwa hiyo ndo maana tunazalisha miparachichi kwa wingi zaidi. Mm -hmm. Mm -hmm. Saa so, ni eneo hili hili tu au kuna eneo jingine ambalo mnatumia ku, kupandikiza miche? Hapana, ni hapa hapa, ila tuna mpango mkubwa zaidi wa kuongeza kuongeza eneo kwa ajili ya upandaji wa miche ya miti ya matunda pamoja na vimvuli, kwa sababu kutokana na wateja ambao wanatutembelea unakuta labda saa zingine wanahitaji miti mbalimbali tofauti na miparatiti peke yake, kwa hiyo itatulazimu kuongeza eneo kwa ajili ya kupanda miti sawa. Nje na hapa, miti mingine ambayo ipo kule, miti mingine ambayo ipo kuna miembe, kuna miparachichi, kuna mipapai, kuna mizambarau, mitopetope. hmm. Eh, kuna michungwa, kuna milimao, matunda hapo mengi sana huko kiangalia yani, kwa msimu ambao matunda huwa yanapatikana, tunapata faida kwa kweli, kwa sababu watu wengi wanapenda matunda. Ukiangalia kama mipela mingi eh, kuna mipela mingi sana sana sanaa. Mm, lakini ukienda kwa huku zaidi kuna mi, mizambalau ile pale, lakini pia kuna miembe hiya hapo, kama msimu wa maembe huo, tunauzia wa maembe watu wengi sana katika mradi wetu. mm. hmm. Eneo hili ni la mradi hajaanzisha mtu binafsi, kwa hiyo tulikuwa na wazo sisi kama kikundi kabla tujaanza mradi wetu. Kwa hiyo tukawaza, ni vyema kuanzisha mradi huu kwa sababu eneo hili ilikuwa ni eneo la eneo la miti mingi sana, kwa hiyo tukaona ni vyema inaweza ikapendeza kwamba tukaanzisha mradi wa upandaji wa miti ya matunda, kwa sababu ni eneo ambalo linajulikana sana katika wilaya hii ya Itigi. Kwa hiyo watu wengi sana huwa wana, wanatembelea hapa kwa ajili ya ku, kununua miche ya matunda na viti na miti ya vimvuri lakini tukaona ni eneo nzuri ambalo linaweza likafaa kwa ajili ya ufugaji wa nyuki. Ukiangalia hapa miti mingi na maua, kwa hiyo maua hayo ni chanzo kikubwa cha nyuki kutembelea maeneo haya. Kama unavyoona kuna mizinga. Kila mti tumeweka mizinga ya nyuki. Sasa miti ambayo inapatikana humu ya matunda mm -hmm. baadhi kama imekuwa ya muda mrefu mm mipango -hmm. ipo vipi, labda kupata miti mingine kwa sababu mnazalisha pia hapa. Sasa, mm -hmm. Kwa mfano miembe asilimia mingi mm -hmm. kama imekuwa tayari, yani yani inaonekana na muda mrefu mm -hmm. Sasa nahakikisha inakuwa ajili kupata michipuo mingine na tofauti na hii ya mwanzo mm -hmm. ah, tofauti na hii ya mwanzo, mipango tulionayo kwamba kutokana na eneo hili ukiangalia miti ni ipo mingi sana, ukiangalia yani uwezekano wa kupanda miti mingine kwa ajili ya eneo kwa kwenye eneo hili hili ni mdogo, kwa hiyo tuna eneo jingine ambalo tunataka kuanzisha kwa ajili ya miti ambayo tukiwa ambayo inakuwa imefikia hatua ya kupandwa kabisa alizini labda, mm. imekosa wateja, kwa hiyo ile miti tutaitumia kwa ajili ya kuenda kuipanda katika eneo jingine ambalo tuna eneo la la mradi tunalo kama eka mbili hivi kwa ajili ya miti ile ambayo haijapata muda, yani muda mwafaka kwa ajili ya kupandwa. Kwa hiyo, ili isiharibike, tunatumia kwa ajili ya kwenda kupanda kwenye eneo jingine. Sisi kama mradi wetu au kama kikundi cha Upendo Mloa tumejaribu kuomba mkopo wa serikali ambao utatusaidia kuendesha mradi wetu mm -hmm. ili tuendeshe kisasa zaidi tofauti na hivyo unavyoona ambao tu, endapo tutawezeshwa, itatusaidia yaani itatusaidia kuongeza kipato zaidi katika biashara yetu ya mradi ambayo tunaifanya. inachukua muda gani sasa hapo kutoa miche na kwenda kuifanyia biashara? ni kama nilivyokuambia, ni mwezi mmoja na wiki mbili au moja hivi. Na hapo ni hapa, inakuwa hapa. Inaota sasa mpaka kuota, ikishaota, labda kama hapo mteja anaweza kaja akanunua na kwenda kupanda kwa jit. Uh, kwa biashara ya miche mnafanyia huku au kuna eneo tofauti? Ni hapa hapa, kwa maana asilimia kubwa watu wengi wanakuja maeneo haya mm -hmm. tunauzia kama mtu ni mmoja mmoja au maeneo ya shuleni au wateja tofauti tofauti, lakini pia kwenye maonyesho mbalimbali ambayo yanafanyika kwenye wilaya yetu mm huwa -hmm. tunapeleka kwa ajili ya kuonesha na kutangaza biashara yetu, kwa hiyo wateja wanapopatikana tunawauzia lakini pia asilimia kubwa wengi wanatufuata hapa hapa sehemu tulipo, tunalangushia. Wengine wanakuja nunua kama ni mche mmoja, au wengine wanalangua wanaenda kuuza na wenyewe mtaani, lakini asilimia kubwa tuna eneo ambalo tunauzia miche ni ya mali hapa hapa. Inaweza ikachukua muda mrefu kwa ajili ya mpaka nyuki unakuta wanaweka asali kabisa, ili mzinga huwe tayari kwa kubangulia inachukua muda mm. mrefu takribani kama miezi mitatu hivi, endapo nyuki watawahi kuingia. Lakini kama watachelewa, inategemeana na wingi wa nyuki wanaoingia kwenye mzinga. Sawa. mm. Kutungua embe. Hiyo embe yaijaoza? Kweli ndio. Ah, tuende kwenye kisima. mm. Watu mm -hmm. wengi walikuwa wanatoka sehemu tofauti tofauti wanakuja kuchota maji sehemu hili kwa hiyo, eneo letu hili la mradi ni la siku nyingi sana, ni eneo ambalo linajulikana kwa Itigi nzima mm -hmm. maji ya baridi sana mm -hmm. kisima mm -hmm. cha siku nyingi sana mbona kijafanywa karabati au ni se... moja ya sehemu ya kama kama kumbukizi Tuna malengo ya kukarabati kisima hiki pamoja na hiki kukijengelea vizuri mm. Pamoja na hiki ukiangalia, ni visima vya siku nyingi sana ela mm. Hiyo mboga za majani pia hiki mm, ni kisamu iko ili eneo um, mwisho ukwaa mwisho unaona miti pale. Hmm. ile pale ile pale miti ile unaona kama hiyo hapo, mingi mingi nda mwisho hapo kuzunguka hivi mpaka kwenye hilo shamba hapo kwenda hivi lakini kuna huku tena baada kule, atujafika ni Apenya... mfuru mm. nifuru un... nifuru ndio ile pana mfuru umeshaanza kuzama matunda inatofautiana na hiyo mingine, hiyo mininiisada mi, e, ndiyo nuku ni mwisho, lakini kuna miti hii unaita miti ya misabuni a, kama unaifahamu hi hapa, nikikosa sabuni nalia chukua hii, ukipikisha sana mkononi ukawekea na maji, yaani natoa mapovu sana yu, kama vile tu sabuni ya kawaida, kwa nikisema nafulia hiyo jaribu ah, kufulia ah. Kwa hiyo huku ndo mwisho wa eneo la mradi. Hapa tulipo tupo katika eneo la kitongoji cha Furaha, ambapo sisi kama wanakikundi tunafanyia mradi wetu kama mlivyokishwa kama kuambiwa na mwenzangu hapo mwanzo, nadhani ameshawazungusha eneo zima hapa tunajishughulisha na uoteshaji wa miti ya miche ya matunda pamoja na miche ya vimvuri pamoja na ufugaji wa nyuki. Hizi miti tunazoziotesha hapa tunaziuza mahali mbalimbali, kwenye kwa mfano mashuleni kule huwa tunapata oda ya kuuza hizo miche za, ma, za vimvuri pamoja na miche ya matunda na watu wengine wadogo wadogo ambao wana, wana tamani ku, ku, ku, kuotesha miti kwenye nyumba zao, huwa tunakuja hapa tunawauzia. Hatuziuzi kwa bei gari sana hizo miti, tunaziuza kwa shilingi elfu mbili. Pia kuna kwenye kwenye, kikundi chetu tunajishughulisha pia na, na ufugaji wa, wa nyuki. Nyuki kama mlivyotembezwa na mwenzangu pale, amewaonyesha mizinga kama mlivyoiona, kikundi chetu kina takriban kikundi chetu kina, kina mizinga ipatayo thelathini ipat, mizinga themanini na nane lakini sio malengo yetu hayo. Kuwa na mizinga hii tunatarajia kupata mizinga, kuwa na mizinga mia mbili ambayo ni mizinga ya kisasa. Hii mizinga mlioiona hapa sio ya kisasa, ni ya kienyeji tu. Tuna, malengo yetu tunataka tupate mizinga mia mbili ambayo ni ya kisasa pamoja na hii na, na mizinga ya kienyeji tunatamani tupate mizinga mia moja hii, tukijumlisha na hii tunakuwa na mizinga mia moja na nane hii ya, ya mia moja na nane pamoja na mizinga mia mbili ya kisasa. Miti ambayo tumeiotesha hapa inatusaidia kwa tunapata matunda kwa mfano maembe, tunapata matunda kuna miche ambayo, ya, kuna miti ambayo ya ya miparachichi pia kuna kuna machen, miti ya, ya, ya machenza. Lakini sisi wanakikundi pia tunafaidika kwa sababu tunapata pia kutumia pia hapa. Kuna eneo letu kuna miti mbalimbali mbali, ambayo mingine inatumika kama dawa. Kwa mfano mti hapo nyuma yangu hapo kuna mti huu hapo huu unatumika kama dawa ambayo hiyo dawa kwa watu wale wanaosumbuliwa na uzazi, huo mtu unasaidia sana kama dawa, au wale wenye maumivu ya tumbo, unakunywa unachemsha, unakunywa. Watu wengi wanakuja hapo, wanatuomba hiyo miti, wanapata kusaidika shida zao ambazo wanakuwa nazo. Lakini pia ili eneo letu watu mbalimbali wanakuja, tunawafundisha, tunawaelekeza jinsi ya upandaji wa miche, kwa sababu kupanda miche kuna utaratibu wake. Hauiweki hauiweki tu mbegu kwamba umeiweka, hapana, kuna utaratibu ambao unatakiwa ufuate ili mbegu iweze iweze kuota. Kwa hiyo kwa wale ambao watahitaji kufundishwa au kupata maelekezo juu ya upandaji, wanaweza wakatuona, tupo hapa maeneo ya Shule ya Furaha alimaarufu kwa ticha.